Shabiki wengi wamekuwa wakifurahishwa sana na kile ambacho binti wa kuitwa Kisoda anaendelea kukifanya, lakini mbaya zaidi ni vile ambavyo uh, wanasikitishwa na matendo maovu yanayofanywa na wale wote wanaomwandama bidada wa kuitwa Mdoli. Sasa yepi ni maoni yako? Lakini tumia sekunde yako moja tu, kama kweli wewe ni shabiki halisi watamthilia ya binti yangu, kubonyeza neno subscribe alafu washa hiyo alama ya kengele itakayojitokeza ili ujihakikishie kwamba unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification zote punde tu episode mpya inapokutokea, yes. Sasa A, ni mengi ambayo mashabiki wameyazungumza hasa juu ya vile ambavyo familia nzima ya baba Karobo inaandamwa sana na Mdoli, lakini wengine wamejaribu kusema huenda mtunzi, kwa namna moja ama nyingine, kuna namna anajaribu kutengeneza attention ama shauku kubwa, ili kuonekana ya kwamba Mdoli anaandamwa na anawezwa licha ya misaada mingi ambayo anapatiwa kutoka kwa Kisoda. Lakini jambo lingine, kumbe tumegundua yako mambo ambayo hata Kisoda mwenyewe hayawezi kwa uwezo wake peke yake, mpaka ashirikishane na wenzake mana, na ndiyo maana amekwenda kilingeni na kujaribu kuongea na wenzake namna gani ambavyo bibi kizee ametawili juu ya yale mabaya ambayo yanakuja kuikumba familia ya Mdoli pamoja na baba Karobo, na mpaka hivi sasa wako wanayafanyia utafiti ili kuweza kujua je, ni kipi ni kipi hasa, alimradi tu kuweza kunusulu usalama mdogo aliokupo nao bidada wa kutwa Mdoli. Sasa wewe kama shabiki, una maoni gani juu ya kile ambacho kinaendelea katika familia hii ya Mdoli pamoja na baba Karobo? Lakini pia tuandikie maoni yako hapo katika uwanja wa comment, kwamba unamfuatilia binti yangu ukiwa nchi gani, lakini pia ni kipi ambacho unatamani kiboreshwe, ali mradi tu wewe kama shabiki uweze kuenjoy na kufurahia burudani hii.